Siku mbili baada ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kutia saini ya makubaliano ya ushirikiano na rais William Ruto, Odinga amekumbana na upinzani mkali kutoka kwa kundi la vijana katika uwanja wa michezo wa Gusii, kaunti ya Kisii. Vijana hao waliojawa na ghadhabu kufuatia hatua ya Raila, wakiimba nyimbo za Raila must go, huku baadhi wakiondoka katika uwanja huo, Raila alipoanza kuwahutubia. Shabana. Shabana Odinga alikuwa na wakati mgumu kuwahutubia vijana hao ambao walikuwa wanahudhuria hafla ya utambulisho wa sare mpya za klabu ya Shabana inayoshiriki ligi kuu ya FKF nchini Kenya, eneo la Kisii likifahamika kwa kuwa ngome ya kisiasa ya Odinga. Yakijiri ya hayo, Rais William Ruto amewakashifu wakosoaji wake kuhusiana na mchango wake kwenye makanisa. Ruto amekariri kwamba ataendelea kuyasaidia makanisa katika juhudi za kukabiliana na hali madili, ya kudorora kwa maadili yanayoshuhudiwa nchini Kenya. Um, niko na imani kwamba neema ya Mungu inatosha kubadilisha taifa letu la Kenya iwe ni mahali ambapo sote tunajivunia kuwa wananchi wa taifa hii. Mimi nawasihi ya kwamba msitishwe na wale ambao wako kwa mitandao ati wanajaribu kutuambia ya kwamba hatuweze kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii, yes. hatusemi Sijasema wapende wasipende, sijasema hivyo, lakini tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Kauli zake zinajiri huku kukiwa na shutuma kuhusiana na michango yake makanisani ukiwemo ule wa shilingi milioni 20 katika kanisa la Jesus Winner Ministry lililoko Roy Sambu juma lilopita, uliozua ghadhabu ya umma awali. Polisi wakikabiliana na waandamanaji waliokita kambi nje ya kanisa la Jesus Winners wakimtaka askofu wa kanisa hilo Edward Mwai kurejesha pesa hizo, waandishi wa habari kadhaa wakijeruhiwa kwenye makabiliano katika kanisa hilo huku zaidi ya waandamanaji 38 wakikamatwa na baadaye kuachiliwa wengine kumi wakijeruhiwa na maafisa wa polisi. Aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua akikashifu kukamatwa kwa vijana hao waliokuwa wakiandamana hapo hakuna askari pale. Rais alikuwa last week ameletea hiyo kanisa shida, saa hii ndio kanisa iendelee, iko GSU sasa. Wewe kana nuke mwalika hapa, ukuwe umefanya mpango na polisi hapa, vile mtakuwa mkikaa baadaye <laughs> na hiyo ndio Kenya sasa. Iko ameenda pale kanisani, amewachia kanisa ta tabu, ati GSU wako pale na malori. Saa hii vijana wamekamatwa thelathini na nane because wameenda pale sasa, that is no longer like a church now. Na ni huyo tu amekuja, hiyo kanisa ya mwai ilikuwa naendelea vizuri sana, because sasa mambo imeharibika. Ukienda kanisani, unawachia hiyo kanisa tabu.